Alitokea Kristo kwa jinsi ya mwili. Alitokea Kristo kwa jinsi ya mwili. Tupe habari. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Rudia. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Rudia. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Rudia. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Maliza. Mungu. Rudia. Mungu. Rudia. Mungu. Ehe. Kuinuliwa milele. Amina. Wa Kristo Bwana asifiwe. Amen. Kila Mkristo kuja ngumi. Ehuyo Mungu, Mungu alimtoa mwana gani? Na huyo mwana aliyetolewa <laughs> ni nani? Kuja hapa. Yesu peke yake. Allah ametumia yeye kuumba dege, hiyo dege ikiulizwa nani amekumba itasema ni Yesu. Abuduni Yesu Waislamu uchamii shida, mwabuduni Yesu. Yesu. Yesu anaabudiwa kwake na malaika, hata nyii mukikataa.